Nimekuja kuwaomba la kwanza, tuhakikishe Arusha ni kitovu cha amani. Hatuna sababu yoyote, wana Arusha, kwa mambo mema mazuri aliyowafanya Daktari Samia, kwa kuamua yeye mwenyewe kuingia kwenye loyo tua na kuact hiyo movie na kuenda Marekani kuambia njoni Tanzania, kwenda China, kupeleka India kuambia john Tanzania, na yeye akatoka kote kule akaja akakaa hapa Arusha kuja kuzindua Royal Tour. Maana yake alitaka kufufua uchumi wa wana na kipindi hicho akafanya kutokea kwenye wakati wa Covid na taifa letu tumepata asilimia 48 katika taifa lililokuwa kiutalii baada ya corona ni Arusha Tanzania. Nchi za Afrika zote hamsini na nne, Tanzania imekuwa kwanza, wanatufuatia wengine huko Morocco, Ethiopia, wakenya wamekuwa wanne. Kwa nini? Kwa sababu daktari Samia alitambua ajira za wanaarusha ziko kwenye sekta nini, ya utalii. Kwa hiyo, ewe pota, kokote kule uliko, ndugu zangu wapagazi, ndugu zangu, kokote kule mliko, matua gaida, ninaomba kwa unyenyekevu mkubwa kokote mliko, wafanyakazi wa kwenye hoteli, unapoona wageni wamekuja pale hotelini, jua mchango wa daktari Samia ni mkubwa. Kwanza kuhakikishia kwa usalama wa nchi yetu, cha pili kuwaonyesha tulicho nacho katika taifa letu, na cha tatu kutengeneza mazingira mazuri ya uwekezaji. Ndio maana huyo mgeni unamuona anagonga pale hotelini na begi lake, unapompokea pale reception, jua kwamba huu ni mchango wa daktari Samia. Hakikisha unakuwa balozi mwema wa watu kwenda kupiga nini kula. Hata wewe fundi unayejenga nyumba, unajenga hoteli, jua wewe, Daktari Samia asingehamasisha utalii, hawa watu wasingefanya nini? Wasingekuja. Kwa hiyo kama wasingekuja, mwenye hoteli asingeongeza ujenzi. Hata unayeuza simenti, unayeuza nondo, unayeuza mbao, wewe unayefuga kuku, unaona una wateja sokoni wewe unaeuza mchele jua kwamba wageni wameletwa na wamehamasishwa na Daktari Samia, na ndio maana wewe unauza. Ukishajua tu hilo, utamheshimu mtu anayekuwezesha kukuletea wateja, si ndio jamani? hivi yeah. Leo nilivyokuja hapa kwenye kasusi hapa, kesho si watu wanakuja kwamba Makonda alikuja kunywa nini? Maana yake wakija hapa watu, na yeye si anapaswa kuniheshimu mimi, nimekuwa chanzo cha kuleta nini. Basi asiitu mwheshimuu ni Daktari Samia na tumtie moyo ili aendelee kuifanya kazi ya kutujengea Arusha yetu kwa sifa na vigezo vya kimataifa. Wanaume yeah. Wanaume yeah. Wanaume yeah. yeah. Samia tunaye, tunaye yeah. tunatamba naye, tuna yeah. Naye Samia tunaye, si ndio? Yeah. Samia tunaye, si ndio? Hebu tumwonyeshe kwamba Samia tunaye yeah. tuna. Na tunatamba naye yeah. katika jimbo la hapa Arusha mjini, tena kwenye kijiwe maarufu kabisa cha Alkasusi. Hatu mtengenezea kasutu tumpelekee nini? <tos> <tos> Samia hoye, Samia hoye, mimi maneno yangu ni hayo, na ninaomba kila mmoja ahamasishe watu kwenye vijue vyetu tukapige <coughs>